Dudubaya leo ameweza kuchafukwa na amezungumza mazito sana kuhusiana na Diamond pamoja na mama yake Mama Dangote. Kuna mambo mengi sana ambayo yamejificha kati ya Diamond pamoja na mama yake, lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo Diamond pamoja na mama yake wamekuwa wakivifanya mara kwa mara. Dudubaya ameamua kuanika mazito zaidi ambayo yanamuhusu Diamond pamoja na mama yake Mama Dangote. Kwanza kabisa, Dudubaya ameweza kumpa ushauri wa bure msanii, um, Diamond Platnumz kwa sababu mara nyingi sana tunamuona Diamond huwa anafanya maamuzi mengi sana makubwa kutokana na ushauri wa mama yake. Sio mbaya kusikiliza ushauri wa mzazi, lakini kuna muda ushauri wa Mama Dangote unakuwa ni ushauri wa tofauti saya zaidi. Lakini pia unaweza kuona, kuna namna fulani Dubai akawa anazungumzia wanawake ambao waliwahi kuwa na mahusiano wa kimapenzi na msanii Diamond Platnum. Dubai akaanza kabisa na Wema Sepetu. Ukiangalia kile kipindi Wema Sepetu alikuwa anamsupport Diamond kwa asilimia kubwa sana. Na ndio maana Mama Dangote alikuwa anampenda Wema Sepetu, alikuwa anamjali, anamfurahia, anaona huyo ndo mkwe kwa sababu tu Wema alikuwa ana kitu. Lakini Dudu Baya akadai Mama Dangote akiona mwanamke wa Diamond hana kitu, akiona mwanamke wa Diamond Diamond kampita fedha, anahisi labda mtoto wake Diamond atampatia zile pesa uh, huyo mwanamke yani huyo mwanamke atamchuna mtoto wake, ni kama vile Mama Dangote ana wivu zaidi, uh, na mtoto wake msanii Diamond Platnumz. Dudu Baya akahamia kwa Zari. Ukiangalia Zari pia ni mwanamke ambaye ana pesa ni mwanamke ambaye alikuwa na msanii Diamond Platnumz na Diamond akawa amejulikana kimataifa zaidi, kwa sababu Zari ni mwanamke ambaye ana jina sana huko Uganda, ni mwanamke ambaye anafahamika zaidi huko South Africa ambapo anaishi sasa. Dudu Baya anakuambia Mama Dangote ni mtu ambaye anapenda wanawake wa Diamond wawe na pesa, wawe na mali, wawe ni watu wakubwa. Ndicho kitu ambacho kinasababisha Mama Dangote asimpende Zuchu hata kidogo. Ukiangalia upendo kati ya Mama Dangote pamoja na Zuchu ni upendo ambao haueleweki, yani kwenye mitandao wanajitahidi tu kucheka cheka, lakini Dudu Baya anakuambia ndani ya nyumba mama Dangote haya inafikia hatua ha, hajibu hata salamu ambayo anapewa na mkwe wake Zuchu, kwa sababu tu ya ile chuki ambayo ameshaijengeneza. Sasa Dudu Baya kuna jambo lingine ameweza kulizungumza hapa, amedai ukilinganisha mambo ambayo ameyazungumza, ukiangalia wale wanawake ambao walikuwa na maisha wana pesa kipindi wanatoka na mtoto wake, na alikuwa anawapenda wakina Wema, wakina Zari, lakini huyu Zuchu baada tu ya kuingia katika lebo la WCB, akaona hichi kibinti kimesha kuwa na mtoto wangu, baadaye aanze kumchuna pesa zake mambo kama hayo. Sasa Mama Dangote akaanza kutengeneza chuki kwa Zuchu kwanzia pale, na baadaye chuki ya Mama Dangote ikahamia katika familia nzima kwa sababu mama ni mtu, eh, ni kama mtu ambaye ana ushawishi mkubwa sana katika familia. Sasa Dudu Baya anakuambia mama Dangote ndiye ambaye ameyaribu ile familia kwa asilimia kubwa, na Diamond badala amrekebisha mama yake badala amwambie mama, mama, e, mama kila mtu aweze kujirekebisha na maisha mengine yaweze kuendelea e. Sio kwamba eti Mama Dangote ni mama e, ndio haambiwi akosei. Mambo kama hayo yanatokea jamani, na ikitokea mama yako au mzazi wako amekosea, basi unatakiwa kumrekebisha. Sasa Dudu Baya anakuambia Diamond abebaki tu kumwangalia mama yake, anamchekelea anamchekelea. Na Dudu Baya anakuambia sababu ya Diamond kwenda kufunga ndoa ya siri na Zuchu, unaambiwa Mama Dangote alishaipinga ile ndoa, alimwambia kabisa Diamond, ukimwoa Zuchu, mimi hapa ndani siishi na huyo Zuchu. Mambo kama hayo Diamond kafikia hatua haikabidi wa wakahalalishe ndoa yao na Zuchu kwa siri sana, Zuchu asiseme nyumbani, lakini pia Diamond asiseme kwa mama yake, na wala asizungumze kwa mtu yoyote, mpaka baadaye wakaamua kuanika mitandaoni. Ndipo mama Dangote sasa hapo moyo wake ukafunguka, kaona eh, tayari ndoa imefungwa, nitafanya nini? nitamkataza kitu gani nita tena Diamond? basi ikabidi tu mama Dangote, kishingo upande akaamua kumkubali Zuchu. Eh, ikabidi maisha mengine yaweze kuendelea, lakini Dudu Baya akadai kwamba Diamond pamoja na mama yake hawamfanyii Diamond na mama yake wameshazoea kuishi hivyo tangu wadogo, eh, tangu wadogo. Diamond ni mdogo kabisa anaishi na mama yake, hajawahi kuishi mazingira ya baba. Ndio maana wanakuambia watoto wa kiume walelewa na mama zao huwa mara nyingi sana wanaharibika eh, lakini mtoto eh, wa kiume akiolelewa na baba eh, basi anakuwa ngangari sana. Diamond hawezi kufanya maamuzi bila mama yake, ni ni lazima tu atamuuliza mama yake ndipo afanye maamuzi. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Unafikiri ni sahihi Diamond kujadili mambo mambo eh, ya siri, ya siri au mambo ya mafanikio na mke wake alafu baadaye kwenda kumwambia mama yake ampe ushauri. Ni sahihi au Diamond anakosea? Weka mashabiki, chochia maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu laandikwa neno subscribe.